Baraza la chuo lilielekeza menejimenti ya chuo kuongeza wigo wa muda wa mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi ili wanafunzi wapate muda wa kutosha wa kuongeza mahitaji ya soko la ajira kwa kujumuisha mada na ujuzi unaohitajika katika soko la ajira. Naomba niwakumbushe kuwa maisha ya kitaaluma na mitazamo ya maisha kwa ujumla inabadilika kila wakati kutokana na msukumo mbalimbali ya teknolojia na mazingira. Hivyo ni waombe wahitimu wote kubadilika kulingana na mabadiliko ya teknolojia na mazingira na kutumia mabadiliko hayo kama fursa ili kujiletea maendeleo yenu wenyewe, familia zenu, jamii na taifa kwa ujumla, kwa kuibua fursa za kujiajiri na kuajiri mahafali haya vipo jumla ya programu 77 za masomo zenye jumla ya wahitimu 794, wakiwa wanaume 495 na wanawake 299. Wahitimu wa shahada za kwanza wanaostahili kutumikiwa shahada ya Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo wako 677, shahada za umahiri wako 80, wakiwa wanaume 53 wa na wanawake 27, na wahitimu wa shahada ya uzamivu wako ishirini na tano yaani wanaume 17, na wanawake wanane. Vile vile kuna wahitimu stashahada wako wanane na wahitimu wa astashahada wako wanne. Katika mahafali ya leo, wahitimu wanawake ni 299, ambao ni sawa na asilimia thelathini na saba nukta saba ya wahitimu wote. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, kwanza shughuli za masomo na mafunzo zimeendelea kufanyika chuoni kama zilivyopanga katika kampasi zote tatu za chuo zenye wanafunzi ambazo ni kampasi ya Edward Moringe, kampasi ya Solomon Mahlangu na kampasi ya Mizengo Pinda. Aidha, chuo kinaendelea na utekelezaji wa mradi wa nchi ambapo chuo kimesaini mikataba ya ujenzi na ukarabati wa majengo mbalimbali yenye jumla ya thamani ya shilingi bilioni 58.5, na wakandarasi kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo wapo, wanaendelea na kazi zao. Aidha, mwezi Februari mwaka chuo kilizindua kigoda cha utafiti cha jika kwa ajili ya kuboresha kilimo cha umwagiliaji na kikuo cha teknolojia kwa ajili ya kuhamasisha matumizi ya teknolojia za kilimo na viwanda, kwa kutoa mafunzo pamoja na ushauri kwa wajasiriamali wadogo na wakati, na uchakataji wa mazao utengenezaji wa bidhaa za kilimo na misitu, na kuboresha ubora wa bidhaa za wakulima na wasindikaji wadogo. Mkuu mheshimiwa mkuu wa chuo angungu ambayo ni ishara ya mamlaka ulionayo wewe mkuu wa chuo kutunuku kuwatunuku wahitimu wa ngazi mbalimbali iikada. Pia kitabu kikubwa ambacho ni ishara ya safari ndefu ya elimu ambayo wanafunzi wamepitia, wamevuka milima, mabonde, mito pamoja na misitu minene, wakisaka elimu, ujuzi na busara, na bahati nzuri hawakuliwa na simba, na leo na leo wamefikia kilele cha safari hiyo. Mheshimiwa mkuu wa chuo, Uh, taratibu wa mahafali zinaelekeza wa, kwamba wahitimu wapae nguo maalum. Kwa hiyo kuna joho ambayo ni lina miraba mitatu, kuna vina miraba kadhaa, waliovaa joho lenye mraba mmoja anamwaka niliyopewa na kutumikia shahada ya uzamivu, yaani Doctor of Philosophy ya Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo ongeza sana.